Hello, mambo vipi? Karibu tena kwenye channel yetu ya Nahoda Creative, na katika video ya leo nitakufahamisha jinsi ya kuweza kutengeneza maneno yanayopita chini kwenye video. Ikiwa wewe unapenda kuangalia taarifa za habari kwa katika mainstream, kwa mfano unaangalia ZBC, TBC, UTV au ukiwa unaangalia vyombo vya kimataifa kwa mfano CNN au BBC kuna maneno yanapita chini kule. Sasa leo kwa kutumia software ya Adobe After Effects, tutaenda kutengeneza maneno yanayopita chini kwa jina la kitaalamu, wengine wanaliita tape ticker au wengine wanasema crawl text vilevile, wanasema wengine news ticker. Kwa hiyo haimaanishi wametumia misamiati gani, lakini muhimu kuelewa kitu gani ambacho tunaenda kukitengeneza. Na video yako utaiona kama hivi. Matumaini yangu ni mzima wa afya popote pale ambapo unaiangalia Mude Media. Mimi naitwa Mude Iseping, kama ilivyo ada na kawaida huwa tunayazungumza yale ambayo yamechukua nafasi kwa upande wa michezo kitaifa na kimataifa. Leo hii siku ya Jumapili, Jumapili tulivyo tunakwenda kuyangaza yale ambayo yamechukua nafasi, kwanza kwa upande wa kitaifa. Kama unakumbuka, hapo jana afisa habari wa klabu ya Yanga Afrika, Alishabani Kamwe, alifafanua juu ya uzinduzi wa jezi mpya ya msimu wa mwaka 2025 2026. Akafafanua kuwa jezi hizo bila kupoteza muda, twende nikakuonyeshe hatua kwa hatua ambazo unaweza kuzipita kutengeneza news ticker au maneno yanayopita chini ya video. Na ikiwa tayari nishafungua Adobe After Effects yangu, na nitakuja ya kwenye menu ya composition juu huku. Baada ya hapo, nitaklik kwenye new composition. Baada ya ku click new composition itaniletea window kama hivyo. Nitakuja kwenye composition name na nitaandika composition name yangu news, news text, news ticker, kwa hiyo kama hivyo. Baada hapo nitakuja kwenye nitakua preset. Kwenye preset nitaweka HDTV kumi 1080 na na nitaweka kama hivi kama ilivyo. Kwa hiyo baada ya hapo nitaweka duration kwa, kwa, kwa mujibu wa muda wangu ambao nataka kufanya hiyo, dakika moja inatosha, na nitabonyeza okay. Baada ya kutengeneza new composition yako kitu ambacho kinafuata ni kuweza kudesign new sticker yako. Kwa hiyo nitadesign kwanza Shape layer ili maandishi yangu yapite juu ya, ya shape. Kitu ambacho unatakiwa ni kutengeneza shape. Kwa hiyo utatengeneza vipi? Utakuja hapa uta right click, baadaye utakuja new, alafu utakuja kwenye shape layer au vilevile vile utakuja juu huku na utachagua shape layer gani ambayo utengeneze. Nitakuja kwenye rounded shape, baada ya ku click kwenye rounded shape alafu nitaanza kuichora kwa hiyo nitaichora kama hivyo unavyoona, nitachora mpaka hapa inanitosha. Baada hapo utakuja kwenye stroke, kwenye stroke utaangalia stroke. Stroke, uweke stroke au usiweke. Kwa hiyo nitaweka stroke mbili hapa nitaweka. Baadaye unaweza ukabadilisha rangi ya stroke uki, uki, ukija hapa na utabadilisha kutokana na brand yangu ya, ya rangi. Basi nitaiacha hiyo hiyo, na au unaweza ukaja kwenye, kwenye, fill, kwenye fill na ukabadilisha rangi, lakini jiache kama hiyo. Baada hapo tayari nimeshatengeneza shape layer yangu na nitaidubu ke shape layer yangu. Unaweza ukabonyeza Ctrl D kwenye kwenye keyboard yako, au unaweza ukaja kwenye kwenye edit alafu baadaye ukaklik kwenye double keti. Baada hapo utakuja kuniliza kwa nini ume double keti shape. Kitu ambacho kinafuata ni kutengeneza text. Kwa hiyo text utatengeneza vipi? Uta, uta right click, utakuja new, alafu utakuja kwenye text au unaweza ukaja kwenye type tool, na uta click hapo. Baada hapo utakuja ku click kwenye program panel yako. Baada hapo utatengeneza text zako. Ikiwa una, una, una unatengeneza news ticker, basi, itakuwa tayari pengine unaijua news ticker gani unatumia. Ikiwa mimi basi nimeandaa news ticker yangu kama hiyo hapo, unavoiona tayari nimeshaanda, utaikopi alafu utakuileta kwenye Adobe After Effects. Kwa hiyo nita nita nitaipesti kwa hiyo utaiona kama hivyo. Baada ya hapo, nitai position kwa hiyo new sticker yangu tayari nishatengeneza tengeneza nisha design. Kwa hiyo nitai position, nitakuja kwenye text na nitabonyeza P kwa lengo la kubonyeza position. Nitabonyeza P kwenye kibodi yangu na nitaanza kui kui align Nitayalani vipi? Nitakuja kwenye position, kwenye position kuna X na Y, kwa hiyo X axis, kwa hiyo nitaanza kucheza nazo. kwa hiyo nitaishusha chini hapo kama unavyoona, kama hivyo. Baadaye nitairejesha kulia, kwa lengo la kuanza kuifanyia animation, kwa hiyo nitaisogeza kama hivyo. Kitu ambacho kinafuata, shape layer ya kwanza nitaipandisha shape layer hii ya, ya pili ambayo nime duplicate nitaipandisha juu ya text. Baada hapo, kwa nini tunaipandisha? Kwa lengo la kuifanyia track matte. Kwa nini tunaifanyia track matte? kwa sababu sitaki maneno yangu yatoke nje ya shape kama hivi unavyoyaona. Kwa hiyo hapa nitakuja kwenye kwenye hapa kwenye track matte ya baada ya hapo nita click kwenye, kwenye, kwenye text zangu alafu nitakuja kui alphabet shape layer 2. Baada ya hapo utaona kama hivyo. Vile vile baadaye nitarudi kwenye position, yani nitabonyeza p kwenye keyboard yangu na nitataka maneno yangu ya yarudi mwanzo kama hivyo. Baada ya kuyaondosha maneno yangu, kitu ambacho kinafuata ni kuweza kuyafanyia animation. Kwa hiyo Nitajitahidi maneno yangu yaanze hapa. Kwa hiyo kitu ambacho kinatakiwa ni kuweza kuyafanyia animation. Nitakuja kwenye stopwatch na nita click kwenye stopwatch, baada hapo itatengeneza keyframe. Nitakuja mpaka kwenye sekunde ya 40 hapa, baada hapo nitaanza maneno yangu kuya kuyapeleka mbele. Kwa hiyo nitaleta mkono wa kushoto huku, nitaleta

subiri mpaka ya ku yakaribia ku, kukumaliza kama hivyo. Na kitu ambacho sijakufahamisha jinsi ambavyo unaweza ukabadilisha fonti zako, kwa hiyo utakuja kwenye teksti hapa, baadae utakuja kwenye character. Kwenye character kama huoni, utakuja kwenye window, kwenye window, alafu utaklik kwenye character Karakter utakuja kubadilisha fonti kama una unabadilisha fonti, na kama hubadilishi basi utaacha hivyo hivyo. Mimi nitatumia popin fonti ambayo ninaipenda sana kama hivyo, na baadaye nitaiacha kama ilivyo. Vile vile unaweza ukabadilisha mtindo wa maandishi unavyotaka. Kwa hiyo mimi nataka ionekane hiyo bold. Baada hapo nitaiangalia maandishi yangu yanaenda vipi? Hivyo ndo jinsi ambavyo unatengeneza yeah, sticker. Baada hapo nitakona maandishi yangu hapo ha nita nita nitakuja kuselect keyframe zangu, baada hapo nita right click. Baada ku right click nitakuja keyframe assistant, alafu nitakuja kwenye izi easy, easy au unaweza ukabonyeza F9 kwenye keyboard yako kama hivyo. Baada hapo nitaiacha kama yalivyo. Kitu ambacho kina kinafuata ni kuweka mzunguko, yani loop yani maandishi yangu ya, kimali, ya kabla ya kumaliza yaendelee tena. Kwa hiyo kama unatengeneza news ticker ya, ya, ya TV, ndo unaona yale yakimaliza yanaanza, yakimaliza yanaanza. Kwa hiyo nitaweka loop na nitaweka expression kama hii nayoweka hapa. Yo, ni nitakuja kwenye kwenye kwenye position, kwenye position hapa waka, kabla y kukliki utashikilia alti pamoja na control baadaye utaclick. Kwa nini tunafanya hivyo? Kuweza kuweka expression yetu ya loop. Kwa hiyo nitaclick Baada ya ku click basi, nitaandika maandishi yangu kama haya, nitaandika loop, loop out loop out na nita nitafunga bracket zangu hapo kwa kuandika cycle. Kwa hiyo nitaandika nitaweka nitaweka mabano yangu kama hivyo, na nitakuja kuweka sakal kama hivyo. Kwa hiyo utaandika kama hivyo. Baada hapo utaangalia. Kwa hiyo utaangalia, nita preview, subiri tushushe resolution kwa sababu. Kwa hiyo tuki preview kama hivyo Baada ya kuitengeneza news tika hapo, utaweka video yako na nam. Nakuwa sipendi kuweka video yangu kwa kutumia Adobe After Effects, kwa sababu inakuwa inatengeneza file kubwa, yani, inakuwa ina GB kubwa. Kwa hiyo hapo naweza nikairenda na kuipeleka kwenye software nyingine, ikiwa ni Adobe Premiere Pro. Kwa hiyo nitairenda, baada ya kuirenda nitaipeleka kwenye Adobe Premiere Pro, au naweza ukamaliza hapa hapa, lakini mi ushauri wangu irenda, baadaye ipeleke kwenye Adobe Premiere Pro. Nitakuja kwenye composition, kwenye composition alafu nitakuja kwenye pre-render, kwenye pre-render na hakikisha ukiwa unataka kwenda kuitumia kwenye Adobe Premiere Pro, basi hakikisha usitengeneze background yoyote, tengeneza kama ulivyotengeneza, baadaye ndo utakuja kuirenda na utanifuata ambavyo nitafanya setting. Kwa hiyo kwenye kwenye output mode. Kwa hiyo output 2 alafu hapa nita, nita click, itanipeleka sehemu ambako nitaiexporti kazi yangu, yani nitairenda. Baada ya hapo, nitakuja kwenye rendering hapa. Itategemea na uwezo wa kompyuta yako. Kwa hiyo ikiwa kompyuta yako ina uwezo mkubwa, basi itafanya haraka. Ikiwa tayari nimeshafungua Adobe Premiere Pro yangu, na hapa naenda kukuonyesha jinsi ambavyo naweza kuiweka news tika yangu au maneno ambayo yanapita chini kwenye, kwenye video. Kwa hiyo nitachukua video yangu kama hivyo unavyoiona, baada nitaiweka kwenye timeline. Baada kuika kwenye timeline, vile vile nitachukua news tika yangu ambayo nimeitengeneza kutumia Adobe After Effects. Kwa hiyo kama hivyo unavyoiona tayari naweza nikai preview kuweza kuiona news tika yangu. kama unavyoiona hivyo, ndo jinsi ambavyo unaweza kuiweka news ticker yako, na baada ya hapo kazi yako tayari itakuwa ishamaliza. Hivyo ndivyo jinsi ya kuweza kutengeneza maneno yanayopita chini kwa kutumia software ya Adobe After Effects. Kama umejifunza kitu kupitia video hii, basi usahau ku like, ku comment na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata mafunzo yetu mbalimbali ya ubunifu pamoja na technology. Mimi naitwa Nahoda Creative.